Hiki ni kisa kilichowahi kutokea nchini Kenya, katika kisiwa cha Lamu. Lakini kabla hatujakielezea kisa hiki kizuri cha kusisimua, tuangalie kidogo historia ya mji wa Lamu. Lamu ni moja wapo ya miji mikongwe ya Waswahili na inaaminika kuwa ilianzishwa zaidi ya miaka 700 iliyopita mnamo karne ya 14. Ilikuwa ni sehemu muhimu ya biashara ya baharini ikihusisha wenyeji wa hapo na wageni ambapo ilihusisha nchi kama Oman, Yemen, Persia, India na hata China. Lamu ilikuwa ni kituo cha wasomi wa Kiislamu, biashara ya pembe za ndovu, dhahabu na watumwa. Lakini isitoshe hivyo, mji huu ni mojawapo ya maeneo ya urithi wa dunia yaliyotambuliwa na UNESCO kutokana na usanifu wake wa Kiswahili wa kipekee, masharabu ya milango, nyumba za mawe ya matumbawe na kadhalika. Lamu pia ni miongoni mwa sehemu ambazo zimewahi kukumbana na kasumba ya athari za ukoloni kutoka kwa Waarabu, Wareno na hatimaye Waingereza kabla ya uhuru wa Kenya mwaka 1963. Pia zipo shughuli kadhaa za kiuchumi zinazochukua nafasi katika mji huu mkongwe wa Lamu, ikiwemo kama vile uvuvi, ambapo ni shughuli kuu ya kiuchumi. Samaki kama taa, changu, kolekole, kaa na pweza huvuliwa kwa wingi. Pia kuna uvuvi wa bahari kuu pamoja na biashara ya samaki wa kukaushwa. Utalii. Watalii huvutiwa na mji wa kihistoria wa Lamu, utulivu wake, usafi na vyombo vya usafiri wa asili kama punda na majahazi. Matukio kama tamasha la Lamu Culture Festival, Donkey Race na maulidi ya Lamu huvutia wageni wengi. Ufugaji na kilimo: ingawa ni eneo la visiwani, kuna sehemu ya bara ambapo wakazi hujishughulisha na kilimo cha nazi, maembe, mihogo na ufugaji wa mbuzi na ng'ombe lakini pia biashara ya mikono na sanaa. Wachongaji wa mbao, mafundi wa kutengeneza milango ya Kiswahili, bidhaa za ususi na vito vya baharini huwauzia watalii na masoko ya nje. Mji huu pia una sifa ya kusifika kuwa na Waislamu wengi kwa asilimia tisini. Mji huo umejawa na majengo mengi ya misikiti ya kale na ya kisasa. Lakini kipo kisa kimoja cha ajabu na cha kusisimua kwa namna yake ambacho kimewahi kutokea katika kijiji cha Shela ambacho kinapatikana kilometa mbili kusini mwa mji wa Lamu. Alikuwepo na mzee mmoja ajulikanaye kwa jina la Mzee Swalehe bin Salim. Mzee huyu alikuwa akijulikana kwa upole ama mtu wa hekima na busara sana. Lakini mpaka siku moja vijana wawili Abdulrahman na Yusuf walifanya tukio la ajabu ambalo alikumpendeza mzee huyu na hata wanakijiji wa hapo kwa ujumla. Wakati ikiwa imebakia siku tatu mbele kuelekea sikukuu ya kuchinja ya Kiislamu ijulikanayo kama Eid al-Adha, mzee huyu alikuwa amenunua mbuzi sambamba kabisa kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo na familia yake, lakini pia kama sehemu ya ibada ya kuchinja kwa Waislamu. Lakini cha ajabu ambacho kilileta mshangao na kuacha watu midomo wazi, mbuzi huyo wa Mzee Swalehe aliibwa katika mazingira ya kutatanisha kiasi kwamba sehemu hiyo haikuwa na historia ya wizi au watu kuibiana. Jua lilipozama Mzee Swalehe, baada ya kuto kumwona mbuzi wake, mara moja aliamua kupita nyumba moja baada ya nyingine, kutoa taarifa kuwa mbuzi wake amepotea, huku akiacha onyo na tahadhari kuwa angetoa siku moja tu na haraka sana anahitaji mbuzi wake awe amepatikana. Lakini kila mtu alisikitika juu ya swala hilo, maana mzee Swalehe alikuwa mtu muungwana sana, alikuwa mtu wa watu, hivyo hakuna aliyejisikia vizuri baada ya jambo hilo kutokea, bila ya kujua ni wizi uliofanyika na vijana wawili watukutu walioshindikana kijijini hapo. Lakini wakati huu walikuwa wameingia sehemu mbaya kidogo ila Mungu mkubwa, taarifa zile ziliwafikia vijana wale na hata hapo kijijini kote, isipokuwa vijana hao wakaidi waliamua kudharau. Walikuwa wakijua mzee Swalehe kwa roho yake ya upendo na huruma, hivyo asingeweza kuwafanya chochote, hata kama angegundua kuwa ni wao ndo wamefanya tukio hilo. Lakini badala yake hali ikawa tofauti. Baada ya siku ya pili kupita, mbuzi yule hajarudishwa, kimya kilitanda, kila mmoja akiwa anasubiria kitu gani kitatokea lakini kimya kilizidi zaidi, na mapema asubuhi kulipokucha, ambapo ndo ikiwa imefika sikukuu ya Idi, zilikuja habari kijijini hapo zilizoleta taharuki kubwa kwa kila mtu, kwamba vijana wawili waliokuwa wakitambulika kwa majina ya Abdulrahman na mwenzie Yusuf, ambao pia walikuwa wakazi wa kijijini hapo, mapema jana yake walionekana maeneo ya Lamu Old Town na mbuzi ambayo waliokuwa wakimnadi wanamuuza lakini baada ya kupata mteja na kumuuza mbuzi huyo walipochukua pesa hawakufika mbali. Yusuf alianza kulia kama mbuzi, huku mwenzie akiwa anatafuna majani katika kila kona na sehemu ya mahara hapo. Watu walikuwa wakiwa record na simu zao, huku wakiwa wamejawa na mshangao mkubwa, huku wakijiuliza kwamba tukio hilo lilikuwa ni la ukweli au walikuwa wakiigiza ili wajipatie umaarufu mtandaoni lakini cha ajabu zaidi hali hiyo iliendelea na hatimaye, kila mtu aligundua kuwa kile kitu kilikuwa ni cha serious, ila maskini ilikuwa imeshakuwa too late kwao kiasi kwamba haikuwa rahisi tena kwao kupata msaada. Lakini wenyeji au wanakijiji wa hapo walipojaribu kumfata mzee Swalehe bin Salim ili kumwomba msamaha awasamehe vijana hao, Mzee Swalehe aliwajibu kuwa mimi sijui chochote na hata kama najua hakuna ninachoweza kufanya juu ya hilo. Kila mmoja katika nafsi yake alijua kuwa mzee Swalehe ndiyo mtu pekee aliyefanya tukio hilo, ila hawakuwa na namna ya kufanya au cha kumfanya, maana alitangaza, lakini pia alitoa muda Hivyo basi tokea siku hiyo watu wa hapo walijifunza kupitia kilichowapata vijana hao wawili. Pia walimwogopa sana mzee Swalehe, japo aliendelea kuwa na sifa ile ile ya upendo, ustaarabu, busara na hekima. Je, wewe una comment gani kuhusiana na simulizi hii? Tafadhali usisahau kulike, kucomment na kushare.